Mheshimiwa Spika, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutupa afya ya kutekeleza majukumu yetu kama ambavyo tunaendelea, na tunaamini Mwenyezi Mungu atatupa neema zote ili tutekeleze majukumu yetu zaidi. Naomba nianze kwa kujibu swala, Mheshimiwa Aida Kenani, Mbunge wa Jimbo la Nkasi Kaskazini kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa Katiba ya nchi yetu, kila Mtanzania anayo haki ya kuchagua, kuchaguliwa kupitia chaguzi mbalimbali ikiwemo mbali na uchaguzi mkuu. Majukumu yote ya uchaguzi yako chini ya Tume Huru ya Uchaguzi. Sisi kama serikali ni wadau, miongoni mwa wadau wote wanaoungana na tume katika kutekeleza wajibu wetu, na serikali, wajibu wetu ni kutekeleza yale maelekezo ya tume kulingana na ratiba yao, na wanayo ratiba ambayo inaonyesha matukio mbalimbali mbali kufikia siku ya upigaji kura. Moja, kufanya kazi ya maboresho ya kujiandikisha kwenye daftari wapiga kura ambako kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura anayo haki ya kwenda kujiandikisha, lakini pia anayo haki ya kuhakikisha kwamba yuko kwenye daftari tayari kwa kupiga kura. Sisi serikali kama wadau tunalo jukumu kama wadau wengine kushiriki pamoja na tume katika kutoa elimu kwa Watanzania ya umuhimu wa uchaguzi na umuhimu wa kujitokeza kwenda kupiga kura lakini sisi kama wadau pia tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba nyakati zote za ratiba hiyo, kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa salama au wanakwenda kujiandikisha. Tunao wajibu wa kuhakikisha usalama wake anapojiandikisha. Hata siku ya kupiga kura, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama wa mpiga kura unakuwepo, lakini pia tunalo jukumu la kuhakikisha kuwa tunahamasisha Watanzania kujitokeza kwa wingi kutoka kujiandikisha kuhakiki mpaka siku ya kupiga kura ili kila mmoja atumie nafasi yake ya kidemokrasia ya kupiga kura kwa maana ya kuchagua kiongozi ambaye anaamini atamletea maendeleo kwenye maeneo yake. Kwa hiyo jukumu hilo kwetu kama serikali ambalo linafanana na majukumu ya wadau wengine kama vyama vya siasa, taasisi ambazo zinajikita katika kuhamasisha tutaendelea na kazi hiyo ili hayo mapungufu ambayo mheshimiwa mbunge ameyaeleza ya yaweze kutoweka na kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo niwataka, niwahakikishie na nitumie nafasi hii kuwahamasisha watanzania kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ambako wale wote wenye sifa kupiga kura, ni wakati wetu kwenda kuchagua rais, wabunge na madiwani kwenye maeneo yetu na pindi Tume Huru ya Uchaguzi atakapotangaza ratiba yake, basi niwaahidi kwamba serikali itasimamia na kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa salama na kuhakikisha kwamba mpiga kura anakwenda kupiga kura na kurudi nyumbani akiwa salama. Huo ndio wajibu wa, wa serikali kama wadau kama wadau wengine. Na kwa hiyo nitoe wito wadau kushirikiana kwa pamoja kutekeleza maelekezo ya tume ili kuwafanya Watanzania wote waliojiandikisha wote waende kupiga kura. Hayo ndio malengo ya serikali. Asante sana.